Tunaenda kufanya zoezi kubwa, zoezi la kikatiba katika nchi yetu, zoezi la kisheria, lakini pia ni zoezi ambalo limepata baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunasema mamlaka yoyote iliyoko duniani ina mkono wa Mungu, lakini hata kwenye vitabu vya Mwenyezi Mungu anasema ili tumalize ubishi lazima tuchaguane. Kwa hiyo tunatarajia Wanasingida zaidi ya milioni moja na elfu 45 wanaenda kupiga kura kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili hawa ni watu wazima, ni watu ambao wamejiandikisha na wanaenda kupiga kura. Lakini tuna vituo zaidi ya elfu nane. Tumejitahidi sana kupeleka vituo maeneo yote hata huko pembezoni, ili kila mwanasingida aweze kupata haki yake ya msingi kwao. Tumejitambua, tumetambua nafasi yetu, lakini siku zote tunasema safari na mwenyewe na safari hii wenyewe ni nyinyi, sisi tunafata tu, lakini wenyewe ni nyinyi, kwa sababu nyinyi ndio mnakutana na sisi makanisani, mnakutana na sisi misikitini. Sisi WEMWA tunasema hivi, tunawaomba viongozi wa dini, tuhamasishane kule kwenye nyumba za ibada, ili tujitokeze kwa wingi katika uchaguzi, lakini pia sisi kama viongozi wa dini tunatakiwa tuombe tuombe. Amani yetu ni ya thamani kuliko kitu chochote. Shehe, ukimtafuta Mungu, watu wako wakimtafuta Mungu, viongozi wako wanaogombea wakimtafuta Mungu, wakimtanguliza Mungu, nchi yetu itakuwa na amani. Na hata Wakristo tukimtanguliza Mungu, mambo mengine yanawezekana. Lakini tukitanguliza fedha tutauana, tukitanguliza uongozi tutauana, tukitanguliza madaraka tutauana. Tumtafute kwanza Mungu na tukimpata Mungu, fedha, vyeo, maisha, baraka, matokeo yote yale tunayotaka yatafanikiwa. Kinachohitajika ni haki na adala, haki na uadilifu Haki na uadilifu inakuja katika kwa nchi. Sasa ina watu na ina viongozi, hapo ndio tunatafuta haki, na haki inasimamiwa na viongozi. Kwao tunawahusia wale wote ambao wanakusudia kuwa viongozi, wazingatie hichi kipengele wa kuwaongoza watu kwa haki na uadilifu. Uadilifu maanake kuwatendea yale ambayo wanastahili.